Mto ni uhai, unaleta maji, unaleta mazao, unaleta ustaarabu. Lakini pia mto unaweza kubeba kitu kingine. Katika maeneo tofauti ya Kenya kuna mito ambayo imehusishwa na matukio ya ajabu, watu waliopotea na simulizi ambazo hazijaweza kuelezwa kwa mantiki ya kawaida. Leo nitakupeleka katika kesi tatu za kutisha zaidi zilizowahi kuripotiwa katika mito ya Kenya. Hizi si hadithi za kubuni, ni matukio yaliyosimuliwa na mashuhuda, wavuvi, wakazi wa vijiji na watu waliokutana na kitu ambacho hawakuweza kukielewa. Na kila tukio lina kitu kimoja kinachofanana. Maji yalikuwa tulivu kabla ya kila kitu kubadilika. Mto Tana ni mrefu na wenye nguvu umekuwa chanzo cha ajali na mafuriko kwa miaka mingi, lakini katika eneo fulani karibu na daraja la zamani, wakazi wanasema kuna kitu kingine. Mvuvi mmoja alisimulia kuwa akiwa anavua usiku, aliona kivuli kikisogea chini ya maji. Hakikuwa samaki, hakikuwa mamba. Kilikuwa kikubwa na kilionekana kufuata mashua yake. Aliposimamisha mashua, maji yalinyamaza ghafla. Hakukuwa na mawimbi, hakukuwa na upepo. Kisha alisikia sauti Sauti ya chini kama mtu akizungumza kwa mbali. Alirudi ufukweni haraka, na tangu siku hiyo alikataa kabisa kuvua usiku. Wakazi wengine wanasema kuwa wakati wa mafuriko kuna watu huonekana wamesimama katikati ya maji, kisha hupotea. Mpaka leo eneo hilo huepukwa usiku. Miaka kadhaa iliyopita katika kijiji kilicho karibu na Mto Nzoia, msichana mdogo alitoweka. Alionekana mara ya mwisho akicheza karibu na mto. Utafutaji ulifanyika kwa siku kadhaa, hakupatikana. Lakini usiku mmoja, mlinzi wa shamba jirani alidai kumwona msichana akisimama karibu na maji. Alidhani amepatikana. Alipomkaribia, aliona kuwa miguu yake ilikuwa ndani ya maji, lakini hakukuwa na mawimbi. Msichana huyo aligeuka polepole pole, kisha akazama bila sauti. Mwili wake haujawahi kupatikana. Wakazi wa eneo hilo wanaamini kuwa mto huo una mahali pakina kirefu ambapo vitu vinapotea bila kurudi. Karibu na sehemu za mbali za Mto Athi, wafugaji na wakazi wameripoti kusikia sauti zisizoeleweka wakati wa usiku. Sauti hizo zimeelezwa kama mtu akiita jina lako kwa mbali, kilio cha polepole pole, au kuimba kwa sauti ya chini. Mvuvi mmoja alisema alisikia jina lake likiitwa mara tatu. Alipogeuka hakukuwa na mtu, lakini maji yalikuwa yakizunguka kana kwamba kitu kilikuwa kinazunguka mashua yake. Siku chache baadaye, mtu mwingine alitoweka katika eneo hilo. Wazee wa eneo hilo wanasema kuna roho za wale waliokufa bila mazishi rasmi, na kwamba mito inahifadhi sauti zao. Mito ya Kenya imekuwa sehemu ya historia yetu kwa vizazi, lakini historia hiyo haijaandikwa yote. Kuna sehemu ambazo maji yanaonekana tulivu, lakini chini yake kuna kina kisichoonekana. Mto Tana, Mto Nzoia, Mto Athi Maeneo haya yanaendelea kutoa hadithi ambazo hazijapata majibu kamili. Labda ni ajali za kawaida, labda ni imani za kitamaduni, au labda maji yana kumbukumbu. Ikiwa umewahi kusikia au kushuhudia tukio la ajabu karibu na mto wowote nchini Kenya, andika kwenye maoni. Kumbuka, maji yanaweza kuwa tulivu juu, lakini chini yake kuna siri.